Karibu millardayo.com na ITV tukikuchambulia habari ambazo zimeandikwa katika magazeti ya Tanzania leo Mei 31, 2016. Jina langu naitwa Alice Tupa na nikianza na gazeti la Nipashe katika ukurasa wake wa mbele kuna habari ambayo inasema Sakata la YUDOM, bunge la sambaratika, wabunge wa upinzani watolewa kwa kushupalia mjadala wa YUDOM, saba wapewa adhabu, wa mshutumu naibu spika kwa kuzima hoja yao, wajipanga kumngoa. Na habari nyingine katika huu ukurasa wa mbele wa gazeti inasema Maalim Seif kikaangoni. Lakini pia kuna habari nyingine anaosema mamia wauaga mwili wa dada wa bilionea Msuya na tukiangalia katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili katika ukurasa wa pili habari inayosema bunge la sambaratika sakata la kuondolewa kwa wanafunzi 7802 katika chuo kikuu cha Dodoma Yudom limechukua sura mpya baada ya jana bunge kuparaganyika na kulazimika kusitisha shughuli zake kwa muda, huku mbunge wa Rumeru Mashariki Joshua Nasari wa Chadema akitolewa mjengoni kwa nguvu na askari wa bunge. Mbunge huyo alitolewa nje ya ukumbi wa bunge akidaiwa kuwaongoza wabunge wenzake wa kambi ya upinzani kukaidi amri ya naibu spika, akitaka swala hilo lijadiliwe bungeni. Hii ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, lakini tukiangalia katika ukurasa wa 29 wa gazeti la Nipashe kuna habari inayosema mamia wa uaga mwili wa, ma, wa, wa, mwili wa dada wa bilionea Msuya. Mamia ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam jana walijitokeza ku waga mwili wa Anet Msuya mwenye umri wa miaka 30 aliyeuawa Jumatano iliyopita Kibada Kigamboni. Anet ambaye ni mdogo wa mfanyabiashara maarufu bilionea Erasto Msuya, ambaye naye ni marehemu, aliuawa kwa kupigwa risasi na watu waliosadikika kuwa ni majambazi hizi ni habari ambazo zipo katika gazeti hili la Nipashe, lakini tukiangalia gazeti la Tanzania Daima katika ukurasa wake wa mbele, kuna habari inayosema Udom yatibua bunge, CCM ukawa waungana kupinga kauli ya Ndarichako. Zito, Lisu, Mdee, Bulaya, Heche wafukuzwa. Habari nyingine katika ukurasa huu inasema mume wa dada wa bilionea Msuya atiwa mbaroni, Mbowe asema hatumtaki naibu spika. Hii ni habari ambayo ipo katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Tanzania Daima, na tukiangalia kwa undani wa gazeti hili katika ukurasa wa pili, mume wa dada wa bilionea Msuya mbaroni. Da, polisi kanda maalum ya Dar es Salaam wanamshikilia mume wa marehemu Anet Msuya kwa tuhuma za kuhusika na kifo cha mkewe Aneti alikuwa mtumishi wa serikali akifanya anete ambaye alikuwa mtumishi wa serikali akifanya kazi wizara ya fedha. Aliuawa wiki iliyopita kwa kuchinjwa na watu wasiojulikana akiwa nyumbani kwake Kibada jijini Dar es Salaam. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam jana, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Simon Siro alisema kushikiliwa kwa mwanaume kutokana na taarifa kwamba siku ya tukio hilo alifika nyumbani kwa marehemu Aneti akiwa na pikipiki piki. Na hi, hizi ndo habari ambazo ziko katika gazeti la Tanzania Daima. Gazeti la Mtanzania leo limeandika Lisu zito kif, kifungoni wamo Mdee lema bula na Heche pia watiwa hatiani sakata la Bunge live. Habari nyingine katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mtanzania inasema mume ashikiliwa mauaji wa dada bilionea. Pia kuna habari inasema mabasi 34 ah, 4 ya mwendokasi yapata ajali. Na tukiangalia katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, mabasi 34 ya mwendokasi yapata ajali. Kampuni ya UDA Rapid Transit UDAT imesema mabasi yake 34 yamepata ajali tangu kuanza mradi wa mabasi ya mwendo kasi. Akizungumza na Mtanzania Dar es Salaam jana, mkurugenzi mtendaji wa UDAT David Mkwasa alisema ajali hizo zimesababishwa na baadhi ya watu ambao bado wanaendelea kukiuka agizo la waziri mkuu Kassim Majaliwa la kutotumia barabara ya mabasi ya mwendo kasi hii ni moja kati ya ambayo inapatikana katika gazeti la Mtanzania na tukiangalia katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Majira. Ah, kuna habari inayosema mazito mauaji ya dada yake Msuya polisi da wa Mnasa aliyedaiwa kuwa mume wake majambazi kumi pia wanafunzi wa da kwa Kilimanjaro. Hii ni habari ambayo ipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili, lakini kuna habari nyingine inayosema Seif uso kwa uso na polisi, aitwa na DCI kwa maujiano rasmi, na tukiangalia katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Majira Seif uso kwa uso na polisi. Katibu mkuu wa chama cha wananchi kaf Maalim Seif Sharif Ahmadi leo anatarajiwa kuhojiwa na jeshi la polisi kuhusu masuala mbalimbali ya kiusalama. Mahojiano hayo yataanza saa nne asubuhi makao makuu ya polisi yaliyopo Kilimani mjini Unguja. Hizi ni baadhi ya uh, habari ambazo zinapatikana katika gazeti hili la Majira, lakini habari leo leo katika ukurasa wa mbele kuna habari inayosema Sakata la Judo latikisa Bunge, wapinzani, CCM waungana Zito Lisu na Mdee wafukuzwa bungeni, wamo pia Lema Bulaya Heche na Gikul. Hii ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, lakini pia kuna habari nyingine inasema, mke wa trafiki adaiwa kukiri kumuua mumewe, polisi wa msaka house girl wa dada wa bilionea aliyeuawa. Na tukiangalia kwa undani wa habari hizi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mke wa trafiki adaiwa kukiri kumuua mumewe. Mke wa askari polisi wa kikosi cha usalama barabarani trafiki Sergeant Ali Sergeant Ali Salim Kinyogori aliyeuawa hivi karibuni inadaiwa amekiri kuhusika kwenye mauaji hayo akidai ilitokana na mumewe kumwacha na kuoa mke mwingine. Kamanda wa polisi kanda maalum wa Dar es Salaam Simon Siro aliwaambia waandishi wa habari jana kuwa mwanamke huyo anashikiliwa na polisi kwa mauaji hayo yaliyofanyika nyumbani kwa, kwa Kinyogori Mkuranga, mkoani Pwani na tukiangalia katika ukurasa huu wa pili wa gazeti hili la habari leo, wabunge saba wapigwa stopu. Vurugu zilizotokea bungeni Januari 27 mwaka huu wakati wa kutangaza uamuzi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC kurusha matangazo ya moja kwa moja live, baadhi ya vip, ku, Baadhi ya vipindi vya bunge vimesababisha baadhi ya wabunge wa kambi ya upinzani kufukuzwa bungeni. Akisoma maazimio ya bunge mjini hapa jana jioni, mwenyekiti wa kamati ya haki, maadili na madaraka ya bunge George Mkuchika alitaja adhabu tatu ambazo zote zinahusu kufukuzwa kwa wabunge hao lakini kwa uzito tofauti. Waliopewa adhabu kali zaidi ni mbunge wa Bunda mjini Esta Bulaya Ba, na mbunge wa Singida Mashariki Tundulisu, ambao wamepigwa marufuku kuhudhuria vikao vyote vya bunge la bajeti linaloendelea kuanzia jana pamoja na bunge lijalo. Adhabu nyingine kat ya kati imekwenda kwa mbunge wa Babati mjini Pauline Gekul na mbunge wa Arusha mjini God bless Lema, mbunge wa Kigoma mjini Kabwezito na mbunge wa Kawe jijini Dar es Salaam Halima Mdee. Hao wanne wamepigwa marufuku kuhudhuria vikao vyote kuhudhuria vikao vyote vya bunge la bajeti kuanzia jana. Adhabu ndogo imekwenda kwa mbunge wa Tarime vijijini, John Heche. Yeye amepigwa marufuku kuhudhuria vikao kumi mfululizo vya bunge la bajeti kwa sababu alikutwa na kosa moja, lakini alitoa ushirikiano na kuitikia mwito wa kamati hizi. Ni habari ambazo zipo katika gazeti la habari leo. Jambo leo nalo limeandika bunge la vurugika, sakata la yudom la unganisha CCM ukawa, wabunge wakosa imani na naibu spika. Habari nyingine katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Jamboleo nasema mumewe Aneti Msuya mbaroni, Mdee Heche ah, Gekuli lisu zito wafungiwa bunge. Hizi ni baadhi ya habari ambazo zinapatikana katika gazeti la jambo leo. Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele kuna habari inayosema kipele cha UDOM chawa jipu bungeni, sakata la wanafunzi kusimamishwa laahirisha bunge, upinzani watangaza kumsusa naibu spika. Habari nyingine katika ukurasa wa mbele wa gazeti inasema Maalim Seif kuojiwa leo. Hizi ni habari ambazo zipo katika gazeti hili la Mwananchi. Tukiangalia gazeti la Raia Tanzania katika ukurasa wa mbele kuna habari inayosema bungeni, kwa chafuka, lisu zito bulaya lema mdee heche kuli wafukuzwa Kisa wanafunzi wa Udom waliosimamishwa masomo. Kambi ya upinzani yapoteza imani kwa naibu spika. Habari nyingine katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Raia Tanzania inasema, mgae wa TCU, avunja ukimya, awageuka wenzake, aitetea serikali na tukiangalia kwa upande wa magazeti ya michezo leo, gazeti la Mwanasport kuna habari inayosema Mazembe yasema mnasemaje, tukutane Taifa. Lakini pia kuna habari nyingine inasema Simba mpya lazima utaipenda tu. Hizo ni habari ambazo zipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Mwanasport. Lakini Bingwa limeandika Yanga hii wataikoma uh, Juma Abduli amshangaza Wanyama. Ha, hii ni habari ambayo ipo katika ukurasa wa pili wa gazeti. Lakini pia kuna habari nyingine inasema kocha mpya Simba ni noma, ni Mzimbabwe aliyetoa mataji kibao akiwa mchezaji. Kocha Kamusoko amwagia sifa kede kede, apatwa na kigugumizi ha. Ni habari ambayo zipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Bingwa, lakini katika ukurasa wa nyuma kuna habari nyingine inayosema Mtanikoma, Lampard naye amtabiria mazuri Mourinho. Na, tuki, na tukiangalia katika magazeti ya udaku leo, tuna gazeti la Filamu pamoja na Uwazi, ambapo katika gazeti la Uwazi katika ukurasa wake wa mbele kuna habari inayosema dada wa bilionea Msuya ya kuchinjwa mchezo ni huu. Hizi ni habari ambazo zipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Uwazi. Na huu ndio mwisho wa uchambuzi wa magazeti hapa millardayo.com. Usisahau, husisahau kusubscribe YouTube channel letu ambayo ni Millard Ayo. Facebook, Instagram na Twitter tunatumia jina hilo hilo Millard Ayo. Mimi naitwa Alice Tupa.